Umeni pa kusau mambo ya kale, kumbe kila lenye mwanzo alikosi mwisho. Yote mabaya yanapita, yana mwanzo na mwisho. Shida na tabu zinapita zina, zina mwanzo na mwisho. umefanya jambo jipya, maisha maishani mwangu, umefungua malango yangu, umeniandika kwenye kiganja chako, umenifanya wa thamani kuhuika kusabiswa hakuna kama wewe kwa jina la Mungu majeshi, asante Mungu wetu, tunakuabudu wewe, tunakuinua wewe, tunakutukuza wewe Mungu wa majeshi, tunalibariki jina lako Mungu wetu na baba wetu, hakuna kama wewe kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, hakuna kama wewe kwa jina la Yesu, hakuna kama wewe kwa damu ya Yesu, hakuna kama wewe, unatutakasa Bwana, unatutenga na mambo mabaya, hakuna salama. Tunajifunza somo lile, kichwa kinachosema saa ya uponyaji na kufunguliwa ni sasa. Leo tumefika mahali pa kuinua saa ya uponyaji na saa ya kufunguliwa. Kila jambo kwenye ufalme wa Mungu lina wakati wake, hakuna jambo lolote Mungu analifanya pasipo wakati wake. Kitabu cha Mhubiri sura ya tatu mstari wa kwanza nisome hapo kwa ufupi kabisa. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati, kwa kila kusudi chini yamini. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga wakati wa kulia no, na wakati wa kucheka. Leo ninachotaka ukifahamu kwamba katika utendaji wa Mungu upo ndani ya majira na nyakati zake. Kama nilivyosema, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Nibariki jina la Bwana. Kama kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, basi kuna wakati wa magonjwa na wakati wa kupona Sema amina kubwa, shika neno mwendema kubwa. Kuna wakati wa kuugua na kuna wakati wa kupona. Ile siku ya pili ya maombi, yani, nilikwambia ulipoumbwa na Mungu haukuumbwa na matatizo, ulipoumbwa na Mungu haukuumbwa na shida, ulipoumbwa na Mungu haukuumbwa na magonjwa. Mungu akukumbwa ukiwa na maumivu fulani ya mgongo au kiuno au miguu au chochote kile kwa yale yamekuja kutokea baada ya miaka fulani hivi, ndio ile shida ikatokea. Kwa kama ilitokea majira ile, basi jua kabisa kwa kuwa lina mwanzo wake, ile jambo baya ujue lina mwisho wake pia. Maumivu ya kichwa yana mwanzo wake, lakini pia yana mwisho wake. Shida zina mwanzo wake, lakini pia zina mwisho wake. Tabu zina mwanzo wake, lakini pia zina mwisho wake. Maumivu yana mwanzo wake, lakini pia yana mwisho wake. Sema Sema amina kubwa, sema amina kubwa kama unapenda hiyo. yeah. nibarikiwe jina la Bwana, shika neno. yeah. kwa hakuna shida yoyote ikawa, yeah. na mwanzo haina nini? Aya, uliozaliwa na maumivu ya kiuno simama juu, ulizaliwa na maumivu ya tumbo simama juu, ulizaliwa na majini simama juu, hamna lakini baada ya miaka fulani hiyo shida nayo ikatokea. Kwe kama litokea, e shida kwa kama ilitokea, ina maana hii shida haikutoka kwa Mungu, kuna mahali ilikotoka, kuna mahali imetokea. Kwa kama kuna mahali imetokea, leo tunaikamata, tunairudisha ilikotoka. Sema mimi nakumbwa amina. Ni wewe kusema mahali fulani, ukiingia mahali hapa, maana yake ndio mwisho wa matatizo yako yote Mwisho wa magonjwa yako yote, mwisho wa maumivu yako yote, mwisho wa vilio vyako vyote, mwisho wa maumivu ya kila namna, mwisho wa mateso ya kila namna. Hapa kwenye hii madhabahu ndio mwisho wa matatizo yako yote. Sema vile kubwa! <laughs> Ibai, kwa jina la Bwana leo mwisho wa matatizo yote. Sema vile kubwa. Waraka tatu wa Yohana moja mbili asa, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama roho yako iliyofanikiwa. Roho yako wewe imefanikiwa bali kwa, kwa sababu umemtii Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ao umemtii Yesu, ina maana roho yako wewe imeokoka. Nilikwambia hivi, nikasema nikasema, mtu ni roho. Amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina. Nikasema mtu ni nini? Ni roho. Amina. Lakini pia ana nafsi lakini pia ana mwili. Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Mungu ana mwili, Mungu yeye ni roho, kwa mimi na wewe tumefanana na Mungu kwa sababu mimi ni roho na Mungu pia ni roho. Ibarikiwe jina la Bwana. Sasa Mungu anasema, mpenzi, ufanikiwe katika mambo yako yote. Kwa hiyo swala la mafanikio ni kusudi la Mungu. Ibarikiwe jina la Bwana, shikana na maneno makubwa ufanikiwe katika mambo yako yote, akinasema na uwe na afya kama roho yako ilivyofanikiwa. Asubuhi unapumua maanake roho yako iko hai Maneno makubwa, shika neno, maneno makubwa. Ndio Mungu anamtaka mtu wa Israeli hiyo, ambaye amekasirika, ana sila na mabaya yeah, anachuki na mabaya Amen, anachuki na shetani Amen, anachuki na maumivu. Wewe unacheka na maumivu, shika neno, maneno makubwa. Nilikwambia ukicheza na nyani shambani unakuna nini, mabua. Lengo la ugonjwa siku zote ni kuua Ushirika na mimi ni tumbo tu hivyo. Wengine wanakufa kwa ajili ya tumbo tu hivi hivyo. Sababu kila ugonjwa lengo lake ni kuua. Amina. Hata nikiingia kwenye ni maombi, omba kama utaomba tena. Libariki jina la Liba, Bwana. Yaani omba kwa nguvu zako ngapi sote? Kumba sawa wenye nguvu ndio anaushinda ufalme wa giza. Kale maombi ya kulialia hapa mimi sitaki hata kuyasikia. Kwa sababu hiyo ile maana yake alishindwa huko <laughs> Kwa kipimo cha kushindwa ni kulia. Nataka kwa huyu yule ambaye amekoma sasa mimi mpaka kieleweke. Huyu adui leo nikamatia, lazima aniachie. Leo lazima atoke kwa jina la Yesu. Huyu ndio Mungu anamtaga huyo. Amina. Kushindwa sio fungu lako wewe. Na kushindwa sio fungu la kanisa. Amina. Shika na mwenye makubwa. Ndio maana Yesu akasema kanisa langu nimelijenga juu ya nini? Juu ya mwamba. Malango yote ya kuzimu lazima abomolewe. Mapepo ni malango ya kuzimu. Magonjwa ni malango ya kuzimu kuzimu wachawi ni malango ya kuzimu, lazima abomolewe. Ni mmoja tu ndipo ushuhuda. Huyo mama sogea, mama nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mashiku lazima apone ile. Yes, shikatani kasema hivi, una ugonjwa wako, walimpiga uchawi hapa, alikuwa hii huu mkono hauendi hivi. Yani alikuwa anatembea yani uko hivyo hivi, ulikuwa. Ina maana hata kulima ulimi au ulikuwa unalimaje? Sasa so, hapo mkono huko hivi, hamna kulima Eh hata kufanya hivi hamna. Tuliposema na uso ugonjwa wako, achia huo ugonjwa akasema mimi huu si shida sio ya kwangu. Ulipoona au hujapona? Ulipo Amina. Sio simo yeah, yeah, yeah, anakunja sasa. So, yaani ilikuwa hata hili, yaani alikuwa tu ni wa hapa. Safikiri, ina maana pale mama unasikia, shetani lengo lake ukae hivyo hivyo. Eh, ndio lengo lake ilikuwa hilo. Sasa umefika hapa kwa Mungu, Mungu ndio amekufungua. Sasa hivi wewe upo nini? Upo huru. Kwa hiyo mambo ya mateso mateso hapa mwisho, na huyo anayezulumiwa watamrudishia, kwa sababu umekuja naye kwa nani? Kwa Mungu wa nani? Wa kweli. Sema amina basi. Mayo, eh, huyu mashiku atapokea, atapokela zake zote. Haya, tutamwambia baadaye. Sema amina kubwa? Kubwa sasa sikana neno mwenye neema kubwa, nawe leo mwambie Mungu haya maumivu leo Mwisho shida, mwisho mateso, mwisho tabishani, mwisho kuonewa, mwisho kudhulumiwa, mwisho kulaniwa, mwisho kufeli, mwisho aya. Yohana Mtakatifu sura ya pili mstari wa kwanza anasema hivi na no. siku ya tatu palikuwa na harusi Kana mji wa Galilaya. Jamani, leo ni siku ya ngapi? Yeah, ya maombi. Jamani, leo ni siku ya ngapi ya maombi? Yeah. Yeah. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya na mama yake Yesu alialikwa alikuwa hapo huko. Yesu naye ame alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Shika neno. Yeah. mama yake Yesu alikuwepo na Yesu naye. Yeah. u eh? Yesu naye alialikwa kwenye hiyo harusi hata. Yeah. divai ilipowatindikia ilipo, mama Yesu akamwambia hawana divai. Yeah. Shika neno shika nenoasema. Mama yesu akamwambia hawana divai asa. Yesu akamwambia mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia tuje. <coughs> katika majira hii mambo mawilimuhimu ambayo ambayenataka uyaelewe. La kwanza kabisa, adui alitengeneza mtego kwamba kila ukiombea

Wewe utaomba kwa habari ya kufanikiwa, ajue anasema saa yake ya kufanikiwa bado haijafika. Utaomba kwa habari ya kuuza kwenye biashara, ajue anasimamisha bango saa yake ya kuuza haijafika. Siri barikije na Mungu wa <tikipa> majeshi? Utaomba kwa habari ya kuoa ya kuolewa, ajue anasimamisha saa yake ya kuoa na kuolewa haijafika. Utaona magonjwa, na magonjwa yanakusumbua miaka mingi, umejaribu kujiombea mwenyewe wapi, umeombewa wapi, kumbe saa yako ya kupona haijafika. Wangapo anasema saa yangu ya uponyaji imefika, mkono juu. Miaka mia nne thelathini walikaa kwenye utumwa, saa ilipofika ya kuchoka, Farao kazuia tena ya. Mtolee unabii ndani yako, mwambie saa yako ya kupona imefika, wewe Bwana mtolee unabii mwambie saa yako ya kupona imefika, mwambie saa yako ya kupona imefika imefika. Nakutangazia na leo saa yako ya kuponyani imeshafika, saa yako ya kutoka kwenye uchumwa imeshafika, saa yako ya kubarikiwa imeshafika, saa yako ya kuinuliwa imeshafika. Hata ukikaa kimya haisaidii, lakini saa yako imefika. Sema kusahau mambo ya kale kila lenye mwanzo alikosi mwisho, yote mabaya yanapita, yana mwanzo na mwisho. Shida na tabu zinapita, zina, zina mwanzo na mwisho. Umefanya jambo jipya maishani mwangu Umefungua malango yangu umeniandika kwenye kiganja chako umenifanya wa thamani.